Sifu Yesu Kristo na heli ya Pasaka. Nimekuwa e, nikiulizwa na maswali mengi wa kikundi changu ambacho kinajulikana kwa jina la Cum Christo ad Emmaus kwamba kwa nini ulichagua hii sehemu, kwa sababu ni sehemu ya injili ya Luka sura ya ishirini na nne ya kumi na tatu mpaka ya 35. Na wengine walikuwa wakisuggest kwa nini kundi letu halina msimamizi kama alita wakashi Mtakatifu Antoni wa Padua, Francisco asizi Sizi, Yohane Paulo wa Pili. Lakini mimi nikawa nawaambia hii ni kwa sababu ni sehemu ninayoipenda. Lakini sio tu kwa sababu naipenda na ni kwa sababu nyingi ambazo nataka niziongee leo. Binafsi, e, kwenye injili kuna sehemu mbili ambazo nazipenda sana katika injili. Sehemu ya kwanza ni ile ya Yohane sura ya 15 ya 16. 5 mpaka ya 16 kwamba sio nyie mlionichagua mimi bali mimi niliyowachagua nyie mpate kuzaa matunda. Lakini sehemu nyingine inayoipenda na inayonivutia sana ni hapa ambayo nilichagua safari ya Emmaus, na ndio maana nikaamua kuchukua kundi hili la, la sala kuliita hivyo hasa. Kwa nini sasa, kwa nini naipenda hii na kuipa hilo jina Cum Christo ad Emmaus, kwamba with Christ in the way to Emmaus kwa sababu ya mambo mengi eh, ukiangalia tuwa tunasema kwamba great things start from from wonders from misery from the darkness from the desert othe eh, yani, mambo makubwa yanaanzia kwenye jangwa yanaanzia kwenye hali ya wasiwasi, hali ya maswali. Lakini labda tunaweza tukajiuliza uhalisia wa mambo ipo wapi? Ukiangalia falsafa E, wanafalisafa kutoka melezi ya e, Wagriki waliku falsafa ilitokea kwa sababu ya kuwa na maswali, baada ya kuwa wanajiuliza mambo mengi, lakini wakiwa waliku wanasema walikuwa wanatafuta ultimate principle of their life. Tulitoka wapi? Nini yani ni kila kitu kilitokana na nini? Ndo tukala hizi philosophy mpaka falsafa imekuwa kama ilivyo. Lakini pia ukiangalia historia ya wokovu ya wana wa Israeli Yaani in Exodus ina, ina, ina yaani kitabu cha Kutoka kinatangulia eh, Mwanzo, kwamba baada ya kuwa wamekombolewa sasa, huyu Mungu anayeita Mungu wao ndo akaanza kutafuta hivi, kwa sisi tulitoka wapi? Nani aliyetuumba? Ah, kumbe ni Mungu wetu huyu. Kwa hiyo katika maswali kama hayo, lakini haishii hapo. Ukiangalia pia wana wa Israeli, Israeli haikuwa ikuwa taifa kwamba until when in the, the desert in the wilderness, walipokuwa na maswali mengi hawana chakula wanang'atwa wananyoka na nini ndio yaani katika mahangaiko yao yote, wana Israeli, kabla ya kwenda utumwani Misri, si walipokuwa utumwani Misri walikuwa kama taifa but Israeli ikuja ikuwa taifa katika mahangaiko, katika maswali, katika state of questions ambazo zilikuwa zina maswali na eh, majibu, ndio wakaungana sasa kwenye ule wasiwasi na maswali mengi. Lakini basi na mzaburi eh, sura ya 8 aya 3 mpaka ya ya ya kumi. Unaona, anajiuliza akiziangalia mbingu, kazi za mikono ya Bwana e, mema yote aliyofanya Mungu na kuyaratibisha yeye, anajiuliza mwanadamu, mimi ni nini? Mimi ni kitu gani mpaka umenifanya hivi? Kwa hiyo ni katika statement kama hii tunakuja kupata kwa nini hii sehemu mimi naiona ni nzuri sana na naweza nikasema zipo sababu nyingi sana lakini safari ya Emmaus na stori nzima hii ambayo naenda kuielezea ni uhalisia wa maisha ya kila mtu, kwa namna ya pekee ya Mkristo. Kwa hiyo ni historia nzima, inaonyesha ukweli na uhalisia wa maisha yetu kama Wakristo, inatupa majibu yetu na changamoto zetu, lakini pia hata wale ambao wapo kwenye safari ya kuongoka, wale ambao wapo kwenye safari ya wito. Ndio maana Origen alisema kwamba E, Injili ya sehemu ya Luka ya Emmaus inaonyesha na kuakisi uhalisia wa Mkristo mwenyewe. Kwa hiyo lakini, kama nilivyosema, kwamba hii safari tunaweza tukaifananisha na wana wa Israeli kutoka e, Misri kwenda Israeli, e, nchi ya ahadi, lakini pia wakina mamajusi walivyokuwa wanamfuata mtafuta mtoto Yesu, ambayo nitakuja kuielezea kidogo huko mbele, ambao tunasemaga tokeo la Bwana, lakini pia kuna nafasi ya wito kwamba tunapokuwa tunaitwa wito wa kuwa Mkristo lakini kwa namna ya pekee pia inaakisi kwa wale ambao wamechaguliwa sasa kubeba neno la Mungu na kumtangaza Kristo kwa watu. Kwa hiyo tuanze, labda nielezee kwa kifupi. Hii injili ni famous sana, kwamba ni kipindi baada ya ufuko. Luka ndo anatuletea hiyo, kwamba baada ya kuwa wamesubiria wa wanafunzi wana wamekaa na Yesu, wameshuhudia mahubiri yake, mafundisho yake mpaka kifo kifo cha ambao walikuwa wanategemea, basi angefuka na kwa tangu mazono walikuwa wanategemea labda atakuja kuwa mkombozi wa Israeli wana wa Israeli kutoka kwenye utumwa wa Warumi. Lakini baada ya kifo chake sasa hawamuoni, habari zinakuja zina uhakika, kwa hiyo ni kama wamekata tamaa. Kwa hiyo Yesu anawatokea njiani, anawauliza, wanamuuliza, wewe ni mgeni hapa? Na stori kama nitakavyokuwa, anaendelea kuielezea vipande vipande, kuendelea huko mbele, anaingia anawasikiliza kwanza anawapa umaana wa hayo yote alotokea, wanamuelewa, wanamkaribisha mpaka ndani, anamega mkate. Ni katika kumega mkate wanamtambua. Kwa hiyo ukiona hii safari ilivyo, ni safari ya maisha ya mwanadamu, ni safari na majibu ya Mkristo mzima. Lakini kwa hiyo ukiangalia, kwa nini napenda, kwa nini naona ni, ni sehemu ya Injili ambayo yavutia sana, cha kwanza ndio hicho kwamba ina, ina, aksi Safari ya maisha ya Mkristo ambapo watu sasa hivi tunaishi kwenye maswali mengi ulimwengu ambao una changamoto. Mwanadamu ni huru kan, huru kan mwanadamu kan anajiuliza kutaka kujua ukweli. Kwa nini haya? Kwa nini tunateseka? Kwa nini tupo kwenye maangaiko? Yaani tunapokuwa tupo kwenye maswali mengi. Kwa nini naomba sijibiwi? Kwa nini niko njiani sifiki? Kwa nini sitendewi st haki? Kwa nini Yesu me, kama, yani kwa nini Yesu naomba nisikilizi? Kwa nini tunatengwa? Kwa hiyo katika yale mahangaiko saa nyingine, labda hii dini niliyosimamia sio kweli. Kwa nini maana ya maisha? Wana falsafa wameenda mbali kama wakina Albert Camus wamesema life is absurd, kwamba ma, maisha hayana maana. Wakina Sartre wakasema tutafute uhuru ule waku, usiopinduki, u, huru wa extreme freedom. Na no, kina Heidegger wamesema mtu wa kukupa maana ya maisha, lakini katika sehemu ya Injili inatoa majibu yote: nini maana ya Ukristo wetu, nini jinsi ya kuabudu nini, kwa nini tuliumbwa, kwa nini maandiko matakatifu yaliandikwa, kama atakapokuja kuelezea kule. Haya majibu yote yanatolewa katika sehemu hii, na maana ya maisha yanapatikana hapa, yale ambayo Yesu aliyasema katika Yohana sura ya 10, mstari wa 10 kwamba nilikuja ili mpate kupata uzima na uzima tele. Hapa ndo inapotoka. Kwa hiyo sasa niangalie kwanza. Kwa hiyo kitu cha kwanza tunajiona safari ya Emmaus inatuonyesha kwamba ni safari ya maisha yetu. Tupo njiani kuelekea Emmaus ambapo katika changamoto zetu, katika wasiwasi wetu, wasi Yesu anatokea katikati yetu. Sasa Yesu anatokeaje katika safari ya maisha ya mtu yeyote yule? Cha kwanza tunaona anawakuta katika nafasi ya wasiwasi. Wasi. Anawakuta njiani katika safari yetu Yesu anakuja. Anapokuja anajiunga nao, anasafiri. Kwa hiyo tunapokuwa kwenye wasiwasi, tunapokuwa changamoto, Yesu anajiunga na safari na sisi. Lakini anawapa nafasi ya kujieleza japo anajua, anajua mahangaiko, lakini anawapa nafasi ya kujieleza, na katika kujieleza anawajibu. Sasa anaanza kuwajibu tare. Kwanza kabla hajawajibu, anawa cool down kuonyesha kwamba hiki kitu ni cha kawaida. Anapo cool down, anawashusha mioyo. Katika kuwajibu, tunaambiwa kwamba mioyo yao ilivyoandikwa, kwamba their hearts were burned with fire. Kwa hiyo mioyo yao katika maneno waka wakafunguka, ndio hiyo state sasa, kama ambayo tulisema ya wana falsafa. Aha, watu walipokuwa wanaona zile pyramids za kule Egypt, what is this, a state of wonder, eh, kumbe ndio iko hivi. Kwa hiyo kuna wanda ya kwanza ambayo iko kwenye wasiwasi, lakini kuna ile wanda ya pili ambayo ni katika kufunua kwa maandiko, alipoanza kuwafunulia maandiko kutoka manabii mpaka kuja hii. Lakini kuna state ya wanda ambayo ile sasa ni ya ni ya eh, kumbe alikuwa Bwana alipomaliza kumega mkate lakini pale pale anawafunulia maandiko anawapitisha taratibu kuelezea yote lakini kinachovutia zaidi ninapoonyesha kwamba yesu baada ya kuona kwamba kwa sababu tunaelezwa kwamba walimuuliza wewe ni aliuliza mnajadili mna nini wanamjibu wewe ni wana mgeni hapa nyuso luka naandika nyuso zao zikiwa zimekunjamana walikuwa kwenye hali ya hasira kwa hiyo yesu anawaingia taratibu anawauliza wanaelezea Bwana, wewe kujua kilichompata huyu bwana, tulitegemea furuke, leo ni siku ya tatu, wanawake wametokea, atu atuelewi, atu, atu ni nini, wapo kwa hiyo, anawatuliza lakini uzuri, Yesu anaelezea, na hapo ndo anaanza kuonyesha hali kwamba hii hali ya maisha, hali ya changamoto, hali ya wasiwasi ni hali yetu. Hakuanza tu moja kwa moja kuelezea kwenye mazuri, alianza anaelezea changamoto ya nani, changamoto zake pia ndio Yesu akawaelezea sana manabii. Na ni katika sura ya eh sura hiyo 24 mstari wa 27 ndio anamwambia yote aliyosema kuanzia manabii na nani na Eliya yalisemwa kuhusu mimi. Bila kuondoa msalaba kiutanguza msalaba kama ishara ya ushindi. Kwa hiyo pia hapa, tunajiuliza tunaweza tukajifunza kitu mapema hata kama nitakuja ukisema pale mbele. Yesu, kitu cha kwanza anapotokea katika maisha yetu, anatufundisha hata sisi kuwa Kristo wengine, kwa sababu wote ni wasafiri kwenda Emmaus kwamba kuwapa nafasi watu kuwasikiliza. Yesu mbali na kuwa na changamoto zake za kuteswa walivyokuwa na mjadili yeye, yeye kwanza aliwasikiliza. Changamoto hiyo, sasa hivi tupo kwenye ulimwengu ambapo kila mtu ana ana shida nyingi, ana maangaiko. Wakati mtu anapokuja kwako kukuelezea changamoto, unakuta mwingine kabla hajaimaliza umeshaanza kumuelezea za kwako. Kwa, kwa hiyo kama nilivyo tulivyofundishana kipindi kilichopita, kipindi cha Kwaresima kwamba pale kwenye bustani ya Getsemani Yesu anakuwa wounded healer, yaani mjeruhiwa anayeponya. Yesu mbali na kuongelea yale mateso ambayo walipita ao walivyomweleza, lakini yeye anayaweka pembeni kama aya muhusu, anaanza kumsikiliza. Kwa hiyo na sisi tuwe kwanzia, tunajifunza kwanzia hapo kwamba kuwa tayari kuwasikiliza waliopo katika changamoto wakituelezea changamoto hata kama ni ni nzito au ni ndogo kuliko za kwetu, ebu tuwasikilize. Hata kama sisi tuna nzito zaidi, msikilize, mponye unavyomponya, na Kristo atakuponya wewe. Basi twende basi sehemu ya, ya wanafunzi, kwamba wanafunzi wenyewe wana nafasi gani? Kwanza tunaambiwa kwamba ni wanafunzi wawili. Kuna Klopa, au Klopas, lakini wapili hatajwi eh. Eusebius, tukiangalia kwenye tradition, anamfananisha huyu Klopa na yule ambaye ameandikwa kwenye Yohane sura ya 19 ambaye ni mke wake alitangazwa alisemwa pale kwamba Maria alikuwa amesimama na mke wake na Klopa wanafananishwa na yule. E, lakini huyu wa pili asemwe ambapo sisi tunaambiwa kwamba tujiweke sisi wenyewe katika hiyo nafasi. Lakini pia tunajifunza kitu. Hawa watu walikuwa tayari na community yao ya wanafunzi. Kwa nini baada ya kuwa na wasiwasi wanakimbia? Hii ndio hali ya Mkristo tunayopitia sasa hivi hali ya muumini yeyote watu. Kuna wakati mtakatifu kama siorusi ameambiwa kwamba kinachomsikitisha Yesu ni pale watu wanapokuwa wanamwamini lakini hawana tumaini naye. Ndio tunachokiona na ndio tuma, maisha tunayoishi sasa hivi, kwamba hawa watu kwa nini waliamua kukimbia community? Unajua Yesu pia naye hapa alikuwa na neema ya pekee. Kuna kitu sasa hivi tunaishi maisha ya Mkristo anayeishi nguru mbili yaani kwamba mguu umesimama kwa mguu mse. Panapotokea shida kidogo tu unasema naenda kukanyaga mafuta. Panapotokea nani, ah, na, naenda kutafuta alternative. So, what was alternative of this two disciples, ni alternatives tunazozitafuta sasa hivi. Umepata changamoto kidogo, unajua Yesu ndo mwanzo wa maisha yako, unatafuta alternative. Ukiangalia alternative hii ni ya kukata tamaa. Kwa hiyo tujiweke katika hali ya wanafunzi hao kwamba ni nafasi ya Mkristo tunayopitia baada ya kupata sheki kidogo, ma wasiwasi na nini, tunaanza kukimbia kutafuta sehemu ambazo ni alternative zisizo ambazo alternative wakati mwingine sio sahihi, bila kubaki katika njia sahihi. Hawa wameamua kujitenga na community. Ni sawasawa na sisi ambapo tunakuwa tunasema mimi kanisani nitakuja kupokea kanisa, lakini neno la Mungu nitaenda kulisikiliza kwa kina Mwakasege au kwa kina nani nani, mambo kama hayo. Usijitoe hapa. Na sisi tuna jinsi ambavyo tunakuwa tunaikumbia community yetu. Community yetu ni kanisa takatifu, Katoliki na la mitume kanisa moja. Tunapokuwa tunasema ah, mimi naenda kutafuta maji, sijui kwa fulani, unaacha maji ya baraka huko. Ni kama hawa, baada ya wasiwasi tulidhika. Lakini mbali na hayo yote wanatuonyesha kitu kimoja, hawa watu mbali na hasira wanampa nafasi ya kumsikiliza Yesu. Wanampa nafasi ya kumsikiliza Yesu, wanampokea, wanamsikiliza. Kwanza tuone kwamba na wanatufundisha kitu kimoja ambayo inaitwa spiritual growth katika imani yetu. Yesu baada ya kuwasikiliza aliwasema, eh, aliwaita wapumbavu. Ni wapumbavu kwa sababu gani? Walikuwa wanajua kila kitu kuhusu Yesu lakini wakaamua kuiacha njia, na hapa Yesu atatuita wapumbavu Tukiwa na wasiwasi lakini tukabaki katika yeye, katika imani yetu ya kweli, Yesu atatu kwa sababu kila binadamu ni mjinga, tutabaki na ujinga, lakini tutaitwa kama hawa kwa sababu pale ambapo tutajaribu kukimbia kwenda sehemu nyingine. Sasa nimesema nionyeshe kwanza kidogo hapa safari hii ikoje, tunapoendelea sasa. Tunaone, tunaonyeshwa kwamba Yesu anapoingia, na ndio safari ya maisha yetu. Yesu anapokuwa anatokea katika maisha yetu anakuja kama tunakuwa sisi wote ni wasafiri. Yesu naye anayetokea anatokea kama stranger, msafiri anawa join. Baada ya kuwa join wanamuona kama mtu mgeni ambaye haelewi, kumbe wenyewe ndo wamwelewi yani, wanamsimbia Yesu yaliyotokea. Ila sisi wenyewe wakati mwingine tunaweza tukawa tunadhani kwamba Yesu atuelewi sana, kumbe Yesu anatuelewa sana. Na baada ya hapo, baada ya hapo anakuwa mwalimu. Baada ya kuwasikiliza neno anakuwa mwalimu. Baada ya kuwa mwalimu anaenda na wasi, baada ya kusimulia wanavutiwa wanamfanya rafiki. Baada ya kumfanya rafiki wanamkaribisha na kuwa mgeni. Lakini mgeni aishie hapo tu ambaye wamemkaribisha huyu. Huyu mgeni anaenda kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao ambapo anakuja katika kuumega mkate. Katika kuumega mkate hapa sasa ndio wanakuja kumtambua. Ambapo tunajifunza nini? Kwamba Yesu hatuwezi tukamuelewa kwa akili zetu za kibinadamu tu au kwa majibu yetu sisi wenyewe. Ni hapo ni baada ya yaani hata mbali na kuelezea yote yale yote. Hawakumwelewa ni katika kumega mkwate. Kwa hiyo baada ya hapo, mimi ndio nitakuja kuelezea sasa umuhimu wa kumkaribisha wageni, kwa nini tuna umuhimu wa kukaribisha wageni na sehemu hii ina maana gani zaidi sasa? Kwa sababu hapo nimekuwa nikielezea walau historia fupi na ilivyoenda. Sasa baada ya hapa ndio nitaanza kujifunza. Hii story ina maana zaidi nini? Tunajifunza nini? Tuna maswali gani ya kujibu? Na nini? Ufunuo mzima wa hii sehemu ya Injili utane sehemu ya pili tuweze kuelewa zaidi.